Sisi watumishi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi tuko hapa mkoani Singida katika michezo ya Mei Mosi, lakini pia kuadhimisha kilele cha sherehe hizo kinachotarajiwa kufanyika tarehe moja mwezi wa tano mwaka huu 2025. Kama ilivyo desturi yetu sisi watumishi wa wizara tunapokusanyika na kwenda sehemu mbalimbali e, pamoja na majukumu yale ambayo yametuleta huwa tunafanya shughuli mbali mbalimbali za kijamii, ili kurejesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia kutambua kwamba jamii hii hatufanani, wapo ambao wamebarikiwa katika viwango tofauti kadri Mwenyezi Mungu alivyoona inafaa. Tukiwa hapa mkoani Singida e, tukachangishana na kupata chochote kitu, sisi watumishi 57 tuliokuja kwa niaba ya wizara na kuja kwenye kituo hiki cha Upendo kinacholea watoto wenye mahitaji maalumu, watoto ambao hawana walezi, watoto waliotelekezwa, ili tuweze kuwapa mkono na kuwatia moyo na huu ni mwendelezo tu wa uh, yale ambayo viongozi wetu wakuu wa wizara wamekuwa wakitueleza kila wakati, hususan katibu mkuu wetu mhandisi Anton Sanga ambaye amekuwa akisisitiza upendo, umoja na mshikamano. Hivyo baada ya kufika hapa tumekamilisha jukumu lile alilotuma la michezo, tukaona basi kwa kidogo kile ambacho tunacho tuje kuwaona watoto wetu, wadogo zetu na ndugu zetu. Kwa hivyo tumelikamilisha hili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi kidogo na nitumie fursa hii pia kuwatia moyo walezi wa Upendo waendelee na kazi hii iliyotukuka. Hakika wanachokifanya si kitu cha kawaida. E, ni wito wa Mungu kabisa. Kulea mtoto ambaye hana wazazi, mtoto ambaye ametelekezwa, si jambo ambalo kila mmoja analiweza. Kwa hiyo tunawatia moyo, lakini pia niwatake watumishi wenzetu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi popote pale walipo nchini Tanzania. Uh, wa, wa, watumie fursa kadri wanavyopata nafasi kwa umoja na wakiwa pamoja na hata mmoja mmoja kuweza kuwatembelea na kuwashika mkono kwa chochote. Si lazima upeleke chochote. Tumeambiwa hapa hata ile salamu tu na kuwatia moyo watoto wanajiona kama wako na wazazi wao. Kwa hiyo sisi hakika tunashukuru kwa fursa hii tuliyopata. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ambayo tunaamini alituandalia, lakini tunamshukuru Katibu Mkuu kwa kutuwezesha kufika mahali hapa, lakini tunawashukuru pia watumishi wenzetu mbalimbali ambao hawakuwepo mahali hapa, lakini waliposikia tunafanya kitu kama hichi walitutumia michango yao kwa simu na tukaweza kununua mahitaji ya kawaida ya kibinadamu kama vile magodoro e, dawa za meno e, mafuta ya kupaka, madaftari, sabuni, mafuta ya kupikia na sukari, mchele, unga na mengineyo. kwa hiyo asante Mungu kwa nafasi hii lakini pia asante mwajiri wetu Engineer Sanga kwa kutuwezesha kuwa hapa siku ya leo. Hivi tunapopita watoto hakiki hawapo. Kwa hiyo kituo kinatusaidia ndogo kwa tumepata watoto wenye mazingira magumu. Mkiwaomba sasa nasema hatuna magodoro. Vitanda vipo lakini hatuna na watu wetu tukawalaza watoto wawili najua hali ya sasa hivi ndivyo. Mm. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Chena, la, la, mikula, tusimba, magodoro, na sasa hivi hatutapata tena hilo lalamiko la kusema kwamba magodoro hamna. Niseme tu Mungu aendelee kwa pamoja, nani awatangulie katika safari zenu, mtakapo mnarudi makazini, nyie pamoja na familia zenu. Ah, Tusaidia okay, pia kuendelea kuongeza watoto, kwa sababu tunaamini mtoto yeyote ana uwezo wa kufanya jambo lolote la kwa jamii la neema na kuendeleza jamii taifa. Sisi tunashukuru na Mungu aendelee kuwapa moyo wa kuendelea kuwasaidia na hata wengine, kwa sababu naamini sio hiki kitu tu nimekuja leo safari. Kwa Mungu aendelee kuongeza pale mtu kumkiwa aongeze na baraka. Za kwanza zimemwendea katibu wetu mkuu, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, kwa kutuwezesha kufika hapa, maana bila yeye sisi tusingekuwepo hapa. Kwa upendo wake ametusisitiza upendo, umoja, ushirikiano, mshikamano na ndio kimetugusa mpaka leo, kuja kuwagusa mkono watoto. Tunawaombea baraka kwa Mwenyezi Mungu wasiende huko mitaani wakaenda kukengeuka, wawe ni watoto wazuri, wawe ni watoto wa mfano, wafanye kazi kwa bidii. Hilo ndio tunaloliomba kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi kama wizara ya Ardhi tunasema asanteni sana, tuna- tumeupokea ushirikiano wenu, na Mwenyezi Mungu atakapotuwezesha wakati wote tutalifanya hili kwa umoja wetu. Tanzania hii imebarikiwa sana. Licha ya kuwa na watu wa dini tofauti tofauti, licha ya kuwa na watu wa makabila tofauti tofauti, lakini bado tukikutana utadhani ni watoto wa familia moja, utadhani ni watoto wa ukoo mmoja kwa namna tunavyoweza kushirikiana katika kuyaendea masuala mbalimbali. Hii misaada imekusanywa na watu wa makabila mengi, watu wa dini nyingi, watu wa madhehebu mengi, hata hatujuani lakini tumekubaliana tukusanye misaada hii, twende tukawafikia wanaohitaji. Tumekusanya, tumeileta hapa. Huu ni utamaduni mzuri ambao tunapaswa kuuendeleza. Lakini tatu ni washukuru sana wenzetu wa kituo hiki, kazi hizi wanazofanya ni kazi za kujitolea, wakati mwingine kwa mazingira magumu sana, lakini bado wanaweza kujitolea kuhakikisha kwamba watoto hawa wanawatoa mitaani, wanawasaidia kufikia ndoto zao. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa, pamoja na changamoto zote, lakini endeleeni kuifanya kazi hii. Mwenyezi Mungu atawalipeni.